Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa, wa, ya mtambo, wa, dunia, wa. Kwa majina naitwa Ms. Maria Miraji Mtambo mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanawake wa Kiislamu mkoa wa Dar es Salaam, Juwakita iliyokuwa chini ya BAKWATA. Alhamdulillah, ladhi hadana li hadha wa ma kunna nahtadi laula an hadana Allah. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Baada ya salam, napenda kushukuru kwa dhati kwa hii nilokadiwa na dada Batuli wakaira iliyotoka kwa kaka yetu waziri, nami nimekabidhiwa mama yangu ufti mwanaidi na Mheshimiwa mufti wa Tanzania kuweza kumsimamia kumtafutia futari kwa watoto yatima takribani mia tatu na sitini kutoka Baubau. Kwa hiyo leo hii tumeweza kupata futari kwa kaka yetu waziri na mama Mwanaidi na kwa kuaikaria watoto yatima. ameweza kumpatia kaka waziri sabuni chele maharage, unga, sukari, tambi na viazi kule, mavitunguu, kila kitu kinachojiri, sabuni za kufulia, kila kitu, dawa za miswaki, vitu vyote vinavyohitajika. Kwa hiyo shukrani za dhati kwa kaka yetu waziri kwa msaada mkubwa huu uliotoa ndani ya Ramadhani hii, kutusapoti jumuiya ya wanawake wa kiislamu kupitia dada Batuli, mwenye Mungu atawahifadhi na leo watoto wetu mayatima kutoka Baubau watakuwa faraja na Mheshimiwa Mufti, nashukuru kwa kunipa dhamana hii, kwa mimi nitaweza kuwapatia futari watoto wa Baubau na mwenye azimungu amenisimamia kutoka kwa dada Batuli nimeweza kupata futari hii na nimeweza kuwakabidhi futari ya watu 360 ikiwa nimepokea futari kwa ukti Batuli, alhamdulillahi pata Iftari hii kwa watoto 360 iliyotoka kwa kaka yetu waziri. Aa, leo nina furaha kubwa kuweza kuwalisha watoto 360 kupitia kaka yetu waziri mwenye Mwenyezi Mungu wa kuhifadhi na dhamana hii imekuwa na mufti wa Tanzania kuitakuza iftari hii ya watoto 360 kutoka Baubau kumkabidhi mama yetu Mwanaidi, na leo nimeweza kutimiza dhamana hii Nasema radhi za mufti. Nashukuru alhamdulillah kuweza kufanikiwa na kuweza kukabidhisha mama yangu na kukabidhi futari hii, na ukifika wakati unapoichusha kwa watoto wanapoipokea, naomba umshukuru kaka waziri, dada Batuli, mheshimiwa mufti, hal kadhalika, kwa furaha kubwa nilokuwa nayo kuwakabidhi watoto hawa futari, wakafutari na wakamalizia Ramadhani. Wahada asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh, nashukuru alhamdulilahi, namshukuru mkuu wetu wa, wa, wa mshiru mshiru waziri na muumungu wa Tanzania. Namshukuru Bwana Baturi, wameweza kufanya nguvu kubwa hizi kupata futari hii. Maria Mtambo, Salima Mtambo na Rehema Mtambo walongana pamoja kutafuta futari hii kwa ajili ya watoto yatima. Mheshimiwa, na wakuomba sana waziri, nakuta mheshimiwa, kwa sababu mnisaidia mambo mazuri kama haya tafanya dua kubwa kule shule kwa kuombea dua huko ulipo unaangalia Alkheri Online TV.